Changamoto kubwa tuliyokuwa nayo baada ya kukabidhiwa reli hii mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita ilikuwa ni uendeshaji, na kwa sehemu kubwa, na kwa kifupi, uendeshaji ulitokana na changamoto za ushirikiano wa nchi mbili katika kuendesha kampuni, katika kuendesha Tazara. Hili huku mnakubali, huku walikubali hawa hawa, kwenye utekelezaji hawa wanatekeleza nusu, hawa robo. Ufanisi wa Tazara ukaendelea kushuka, kushuka, kushuka, ikafika hatua ambayo Tazara badala ya kuwa mzalishaji wa fedha kwa ajili ya nchi zetu ama mwezeshaji wa uchumi ikawa mzigo kwa serikali. Nataka Watanzania mjue kwamba uendeshaji wa Tazara kwa sasa unaigarimu serikali fedha fedha nyingi, fedha zinazotolewa kwa mwaka kwa ajili ya kuhudumia Tazara kutoka mfuko wa serikali ya Tanzania, acha ya Zambia, ni zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa mwaka. Kati ya hizo, shilingi bilioni 15 ni mishahara na zingine ni kwa ajili ya matengenezo ya miundombinu. Kumekuwa na hitilafu za hapa na pale ambazo zinajitokeza kwenye Tazara. Sasa ikawa sasa ni, ni, ni, ni, ni biashara kichaa kwamba una uwekezaji una, una ambao unatakiwa kuletea fedha lakini ni uwekezaji ambao pia unagharimu fedha za serikali badala ya kupata sisi tunakosa. Lakini muhimu zaidi ni Tazara yenyewe na malengo yake. Huu ni mradi wa kiuchumi, ni mradi wa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi. Na mtakumbuka nchi yetu tunakwenda kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini. Ni dira ambayo inataka tujenge uchumi wa dola trilioni moja. Sasa hizo ni fedha nyingi. Ni lazima tuwe na njia mbalimbali za kuhakikisha tunapata uchumi mkubwa wa kiasi hicho. Sasa, miongoni mwa mambo ambayo e, tumekusudia kuyapata baada ya kuleta sasa ushirikiano wa Tanzania Zambia pamoja na wenzetu wa China ambao watasimamia uendeshaji, uendeshaji ambao utaondoa hizi changamoto za Tazara kuendeshwa kwa hasara na kuwa na ufanisi mdogo na kutowanufaisha wananchi, tunategemea yafuatayo. Sisi nchi yetu sasa hivi tunafanya mageuzi makubwa sana ya kiuchumi, hasa kwenye eneo la uwekezaji kwenye sekta ya madini. Sasa kwenye sekta ya madini tunayo madini, tuna Cobalt, tuna uh, rare earth minerals ambazo zinapatikana kule kwa wenzetu katika mkoa wa Songwe. Tunategemea kunufaika kutokana na uh, uwekezaji huu kwenye Tazara kwa sababu Tazara ndio itatumika kusafirisha madini haya, lakini mtakumbuka kwamba tuna madini ya makaa ya mawe. Zaidi ya hayo, nchi yetu inafanya mageuzi makubwa Kwenye sekta ya kilimo. Kwa tunategemea kupata mapato makubwa na uzalishaji mkubwa kutokana na kilimo. Tunategemea Tazara ndio isafirishe mazao yetu kwenda nchi nyingi za SADC. Na wote mkumbuke ndugu zangu wa Tanzania kwamba Tazara uh, ubora wa reli ya Tazara ni ile inaitwa cape gauge. Yaani ule upana wa reli ni kama milimita elfu moja na sitini na saba. Na reli hii ndio reli ndefu kuliko zote Afrika inaelezwa ina, ina, ina kwamba Afrika nzima ina kilomita zaidi ya elfu hamsini za cape gauge railway. Kwa hiyo sisi tukitengeneza hii ya kwetu ambayo inatoka Dar es Salaam mpaka Kapiri Mposhi, Zambia, tutaweza kuunganisha na zile zingine, na tukiiweka katika ubora, maanake tutaweza kufanya biashara tu, tu, tuunganishe kilomita zetu hizi elfu moja mia nane na sitini ziende zikaungane na mtandao huo mkubwa wa Afrika nzima wa kilomita zaidi ya elfu hamsini za cap gauge. Maanake ni kwamba utakuwa unaweza kutoa mzigo Tanzania na kwenda nchi yoyote ambayo imefikiwa na mtandao huu wa kilomita elfu hamsini za reli. Lakini zaidi ya hapo, na sisi wenyewe tutakuwa tunaweza kupokea mizigo mbalimbali kutoka kwenye hizo nchi. Kwa hiyo huo ni uchumi mkubwa. Na sisi kama sisi tusingeweza kufanya hivyo kwa sababu uwekezaji huu kwanza ni mkubwa sana, lakini pili, e, uendeshaji wake ulishakuwa changamoto kwa kuendesha kwa kutumia nchi mbili. Sasa tunakwenda kutekeleza mradi huu serikali, wala haichukui mkopo. Hizi ni fedha ambazo China inatoa kupitia kampuni yao ya CCECC.